Maujaji Ma katika matumaini. Ndugu wapendwa, awali ya yote, kwanza tuanze kwa kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku ya leo kwa makofi ya kutosha. Tunamshangilia pia Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Mama Maria. Tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa makofi mengine tena. Mama Maria Mama, wote. Mama Maria Mama wawote wote. Wote. Katika siku ya leo katika parokia yetu ya Mtakatifu Maria Magdalena Ngote tumepata nafasi ya pekee na baadhi ya kuja kusherehekea Pasaka na mama yetu Bikira Maria. Ho, ndugu wapendwa, niwakaribisheni katika Dominika ya leo ikiwa leo ni Dominika ya sita ya Pasaka mwakachawa kanisa. Leo tunakutana hapa kuadhimisha adhimisho hili la Pasaka, tukijumuisha ndani yake fumbo hili la kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia mama Bikira Maria mama yetu. Ni adhimisho kubwa ambalo tunaonja upendo wa Mungu kwetu, na tunamshukuru Mungu aliyetupatia mama yetu huyu ambaye anatuombea kwake kila siku. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makopi tena. Ndugu wapendwa, tunaendelea na adhimisho la fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo leo katika juma hili la sita, lakini tuko bado ndani ya fumbo lile la Pasaka, tunaliadhimisha kupitia fumbo hili, Misa takatifu, sadaka ya msalaba na sadaka takatifu, ambalo wake tunachokiadhimisha ni kile ambacho tulikiadhimisha siku ya Pasaka, sema tu siku ndo zimebadilika. Wengine wanasema Pasaka imeisha. Tunaambiwa kwamba kitambo kia misa ni kitambo kio msalaba kiba kitambo kimo, <coughs> <coughs> Yesu Kristo kitambo kia misa kitambo kia msalaba kiba kitambo kimo inya ekitambo kya misa ni kitambo kyo e msalaba kiba kitambo kimo. Ndiyo maana hata leo katika sala ya mwanzo ya misa tumesema kwamba ee Mungu mwenyezi utufanye tulisherekee kwa upendo moto moto siku hizi za furaha tunazoadhimisha kwa heshima ya Bwana mkufuka tunaomba utujalie ili hayo tunayokumbuka katika liturujia tuyazingatie daima kwa matendo. Kwa hiyo kanisa takatifu ambayo wakati hii tunaiadhimisha kwa heshima ya Bikira Maria tukiwa maombezi yake, ni misa ya shukrani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mazuri yote yanayotujalia, zaidi sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mama yetu, na mama anayetuombea kila siku, tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa makofi mengine tena. Katika hili lina maana kwamba tunachokiadhimisha ndani ya kanisa inabidi kiendelee kuadhimishwa katika maisha ya kila siku. Hayaishii kanisani tu, bali furaha ya Pasaka niendelevu katika maisha yetu ya kila siku. Furaha ya ufufuko niendelevu katika maisha yetu ya kila siku ndiyo maana jana tukaanza na tafakari ya maisha, kwamba haya tunayoyafanya na tunayoyaadhimisha tuyahusanishe na Mungu mwenyewe katika maisha yetu ya kila siku, na yale tunayosali kuombea katika maisha ya kila siku, tunatenda kama tunavyosali. Na leo tunacho kielelezo cha namna Mkristo anavyotakiwa kumtumikia Mwenyezi Mungu kama Bikira Maria, na tumekuja hapa kumsifu Mwenyezi Mungu kwa ajili yake na kuendelea kujifunza kutokana na maisha yake ya unyenyekevu na kuendelea kuomba aendelee kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, tuweze kuwa na maisha ya unyenyekevu kama ya kwake. Somo la leo la pili la Misa takatifu somo la kitabu cha Ufunuo. Katika somo hili tunaambiwa kwamba malaika alimchukua Yohane akamweka juu ya mlima mkubwa mrefu akamwonyesha utukufu wa Mungu ambao unametameta katika mlima huo kama kito kutoka kwenye taa ya Mwanakondoo. Nasi leo wanaparukia ya Ngote tumekuja hapa Ngote, katika mlima huo, hapa kuja kuona utukufu wa mwenyezi Mungu, utukufu ambao unawaka katika maisha yetu, na kila mara tunapoadhimisha haya yote tunamkaribisha mwenyezi Mungu vile vile aendelee kuwa na sisi. Yohane alipelekwa na malaika kuona utukufu wa Mungu. Sisi pia leo katika hija hii tumekuja kutoka sehemu mbalimbali, tumepanda mlima huu mtakatifu wa kiroho Yerusalemu, yaani kanisa. Kwa njia hii ya hija tunapanda na kuziinua nyoyo zetu kwa njia ya sala na toba, tukutane na Mungu katika mahali hapa, tuweze kujichukulia neema zake. Jana niliwaambia kwamba ija ni wakati wa kutafuta nini? Wa kutafuta neema. Mpongeze mwenzako, tumefika katika utukufu wa Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mwambie kwamba hongera kwa kuwa mbele ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Mwambie kwa sauti ya kutosha, hongera kwa kuwa mbele ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika siku ya leo na mahali hapa tunamsifu Mungu tukiwa na furaha ya kutosha, kwani tuko katika uwepo wake hapa na pia tunajua anasikiliza sala zetu ambazo tumekuja kumwomba na tumemletea leo kupitia misala zetu mbalimbali na sala binafsi, lakini vile vile amepokea toba yetu. Tunasali kwa kufurahi, tusali kwa uchangamfu, tukijua kwamba yuko na sisi na tunamshangilia kila mara tunaposali sala kama hii hapa ya misa takatifu na leo tunaambiwa kwamba tunakuja hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jana niliwaambia kwamba hija ni ya parokia nzima, lakini hija hii hapa ni ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo katika asubuhi ya leo, uangalie yote ambayo yanafanyika hapa, jitathmini mwenyewe katika moyo wako kwamba wewe umeshiriki namna gani, muulize mwenzako umeshiriki namna gani. Usianze kuwawazia wale ambao wakufika hapa. Usianze kuwawazia wale ambao wakuja akuja, ni bora zaidi yao. Hapana, jiangalie wewe mwenyewe pekee yao. Basi baba mmoja alikuwa na wanawe watatu, a wake watatu, akawaambia kwamba mwende msituni, nje vituzi, mwende katafute nini, uyoga na ambaye akarudi hapa akiwa na vituzi e, e, vingaa vishatu huyu atafanya nani, atakuwa ni mwanangu mtumishi. mm-hmm. Yesu Kristo yeah. Basi vijana watatu hao wakaenda msituni. Kijana wa kwanza akapata uyoga wa kwanza, akaendelea kutafuta basi nzuri tena, akapata wa pili, akaendelea kufanyaje? Kuendelea kutafuta. Kijana wa pili akapata uyoga wa moja pekee yake, akaendelea kutafuta vile vile. Na yeye mwenyewe kijana mwingine wa tatu akupata kitu. Ilipofika jioni, yule aliyekuwa na E, e, mjuzi mivilivilinya akaendelea kutafuta akatafuta, akurudi nyumbani. Yule mwingine wa pili aliyekuwa na mmoja, kwamba nimetafuta, nimekosa, nirudi wapi? Nirudi nyumbani. Yule mwingine mmoja aliyekuwa hana kitu vile vile naye akafanyaje? Akarudi nyumbani. Swali so linakuja hivi, je, kati ya watatu ni nani ambaye alirudi nyumbani akawa mtoto? Tumsifu Yesu Kristo krist kwamba mkienda Atkanje alijapi uyoga atuzibisha e, e, tu. Watu wengine nani atakuwa ni mwanangu pekee yake. Wale wengine wakaenda, huyu alikuwa na miwili, akarudi. Wao wengine wawili alikuwa na mmoja, wengine alikuwa na kitu akafanyaje? Wakarudi. Nani ambaye alikuwa mwana baada yako awa hao wengine wawili? Sisi nasi ni vile vile. Licha ya kwamba tunajua kwamba katika maisha yetu ya kiroho hatuko vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu au katika maisha ya kistikamili ya Mwenyezi Mungu na pengine bado tunatafuta a maisha mazuri, na tujapata, bado siku ya leo tumekuja hapa kumsifu Mwenyezi Mungu katika yale mashaka ambayo tuko nayo. Naomba kila mmoja ajishangilie kwa makofi ya kutosha kwa baraka hii ya siku ya leo. Kwa hiyo tunakuja leo kumtafakari Mwenyezi Mungu kupitia kwa maisha ya mtumishi wake Mama Bikira Maria ambaye ni mama yake pia ni mama yetu sisi. Pia Mama Bikira Maria huyu ni zawadi ya Mungu kwetu, ni ishara ya upendo wake kwetu, ni njia ya ukombozi wetu, na ni mwombezi wa karibu sana kwa kila mtu ambaye anamkimbilia kwa maombezi na kwenda kumwomba. Tunasema katika sala ya kumbuka kwamba haijasikika hata mara moja kwamba ulimwacha mtu aliyekimbilia msaada wako. E, tunabikira Maria Mfuramuno tunaitikiaje? ni okopa htaka kuuli laga nobinga kungileo ata nagila na Akutakire. Huyu ni mama yetu ambaye leo tumekuja hapa ukiwa unaamini kwamba yale uliomba kwa imani kubwa sana, rozari za jana usiku, sala za leo asubuhi na lisala zake, na saa hii nii takatifu tukiwa mwombezi yake, tambua kwamba Mwenyezi Mungu anakujalia baraka hizo, na utambue majibu ya sala yanakuja kwa njia ngapi? Njia mbili. Njia ngapi? Njia mbili. Njia ya kwanza ukisali na kuomba sala yako unapata majibu ya moja kwa moja yale uliyoyaomba. yanakuja jinsi ali- ya jinsi alivyo. na njia mba, ya pili ni kwamba hekima ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana yale unayoyaomba inawezekana kwamba asikujibu moja kwa moja, lakini anakujalia ya neema ya kuweza kuhimili yale ambayo ya unayaogopa anakujalia ya neema ya kuweza kubeba yale ambayo yanakusibu anakujalia nguvu ya, ya kuhimili changamoto mbalimbali Nafikia tambua kwamba siku ya leo sala tulizosala kwa mwabikira Maria, Mungu anatuambia kwamba, kama anavyosema katika Injili ya leo, kwamba Yesu anawaambia vitume wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na nani na mimi pia. Bikira aaamba nani jele msifadhaike katika maisha na kila siku sala anaa mwabikira Maria anazipeleka kwa mwanaye naye tumwamini huyo anatujibu kwa wakati wake na hivi imekuwa ikitokea kwamba katika mwezi wa tano na mwezi wa kumi tunasali kwa namna ya pekee tukimwomba Bikira Maria kupitia maombezi ya rozali takatifu aweze kutuombea kwa mwanaye. Nasi mwezi huu hapa wa tano, kama parokia nzima, tumekuja mahali hapa kuja kwa mama Bikira Maria kupitia maombezi yake iya iya katifu, kwa njia hii ya hija takatifu atuombee kwa mwanaye. alikuwa na miaka kumi. Francisco alikuwa na miaka tisa. Na ya sita na kumi na moja, hao walikuwa ni wadogo sana, lakini Bikira Maria anawatokea na, na kuwambia kwamba waambieni watu wasali rosari kila siku. Wasali, wasali rosari, maisha ya utu na maisha ambayo analeka njia ya ubatizo, huyu anafanyaje? Ataokoka nasi pia katika maisha ya kila siku. Kuna ambao wanapotosa juu ya sala ambayo tunaisali sala ya rosari takatifu, kwamba tunaambiwa salini amani uwepo duniani. Sala hii ilisaidia wakati huo, lakini pia wakati huu bado rozari ni sala kubwa na yenye nguvu. Tusali na tumwombe mama Bikira Maria atuombe tushinde vita vya kiroho tulivyovisema hapa na vita vya ugumu wa maisha unaoleta changamoto kwenye imani yetu na watu kuanza kutawanyika huko na kule bila mwelekeo wowote. Tumuombe awe na sisi, tuwe na nguvu ya kuhimili misukosuko ya maisha na kukabili imara na kuwa na imani imara mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika somo hili la kwanza kunatokea kundi la watu wachache wanaanza kutoa mafundisho ya uongo juu ya namna mtu asiye na, asiye Myahudi anavyoweza kuokoka. Wanaleta mila zao za zamani ili basi ziweze kuingia katika maisha ya kiroho. Leo tunaambiwa kwamba nasi katika maisha ya kila siku siku hizi mafundisho kama haya yapo na yanaendelea miongoni mwetu sisi Wakristo kuhusu Bikira Maria na kuhusu picha na sanamu zake na kuhusu sala takatifu ya rozali. Tunaambiwa kwamba Wakristo tunamwabudu Bikira Maria, Wakristo tunaabudu sanamu yake, Wakristo tunavaa rozali shingoni kana kwamba ni eh, hirizi za kishirikina. Haya na mengine mengi yameenea miongoni mwetu na pengine sisi kama vile Wakristo yanatuvunja moyo na kutufanya turudi nyuma kiimani. Kwetu sisi Wakristo wa Katoliki, Mama Bikira Maria ni mama yetu na mwombezi wetu anayetupenda sana. Tunamwendea kwake, tukimwomba kwa sara ya Rozari takatifu na salamu Maria ya mara kwa mara, tukirudia mara nyingi sana katika sara hiyo ya Rozari hatuwamwabudu bali, tunampatia heshima ya kwanza na heshima ya juu kabisa na yapekee kabisa katika watakatifu wote, kwa sababu huyu ni mama wa Mungu na Mungu alimteua awe chombo chake kiteule kitakatifu, kupitia kwake mwokozi aje ulimwenguni. Kwa hiyo, kwa imani tunamuomba, kwa imani tunamkimbilia, na kwa imani tunatumaini kuwa yeye aliyesema tusali rozali na tumuombe tumkimbilie kwa maombezi yake, anatuombea kwa mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Maria

Bikira Maria ni mama yetu, na yeye mara zote katika maisha yetu tukimwendea, kujidhihirisha kama mama mwenye huruma, anatuombea kwa mwanaye. Ndugu zangu, tusali Rozali. Hata wakisema tunasali tunamwabudu Bikira Maria, niye semeni, sawa tu kama malaika wa Mungu, aliyekuwa ni mjumbe wa Mungu, alishuka kutoka mbinguni akasema: salamu umeje, salamu uliyejaa neema, Bwana yu nawe. Kama mjumbe wa Mungu amesali namna hii, wewe ni nani usimsalimu huyu mama wa Mungu? Sali Rozali takatifu, isali mara nyingi kadri unavyoweza sali na muadhimishe na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mama Bikira Maria, kupitia maombezi yake atujalie yote haya. Kama katika maisha ya kawaida, mme wako akikwambia kwamba ninakupenda au nakupenda, hauchoki kusikia maneno haya. Hapa tena iki ikipita wiki ajakwambia namna hii, hapo unashtuka, unasema hivi bado kwamba ananipenda au tayari ameshajipindua mtu mwingine. Vile vile na sisi wenyewe tunaompenda mama Bikira Maria tusali mara kwa mara, iwe ni ishara ya upendo wetu kwa mama huyo. Pia sanamu ya Bikira Maria ni, ni ukumbusho wa mama yetu Bikira Maria, hatuiabudu bali tunaiheshimu. Hivyo na tunapozikumbusha kila na sanamu hizi zinatukumbusha kila matokeo aliyowahi kutokea na zinabeba ujumbe fulani Tunaona pengine akiwa amesimama juu ya ulimwengu na akiwa amekanyaga nyoka, ikimaanisha kuwa mama, kupitia utume wake wa maombezi yake, ulimwengu na ushinda uovu na ila za mwovu shetani, anamshinda shetani. Ushindi tunao na tutashinda tukimkimbilia mama yetu Bikira Maria. Kuna wimbo tunasali kwamba safari ni ngumu, Maria

ya uokovu wetu, tunahitaji msaada wa mama huyu hapa. Tumkimbilie, tumuombe atuombee kwa mwanae, ili basi tuweze kuona njia ya wokovu. Ndiyo maana tunasali katika sala ya e, rosari kwamba e, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, lakini pia kwamba mashutumu kwamba Wakatoliki tunavaa rosari shingoni kana kwamba tunazivaa kana kwamba pengine tuna mawazo sababu eh, ya kishirikina, pengine ni kwamba sisi kama vile wa Katoliki haya mawazo tunashika sisi wenyewe. Mkristo unaona kwamba unavaa rozali shingoni, wala hawakuoni unasali rozali hapo, au pengine unavaa rozali shingoni hata hawakuoni hata mara moja, ukienda kanisani ufanyaje? Usali. Kwa hiyo mkristo anayevaa rozali shingoni anatakiwa kuwa anaisali rozali hiyo, lakini pia kuivaa bila kuisali ukiamini na nguvu ya kukulinda dhidi ya mabaya, hapo tunakosea, tunaingiza mambo ambayo sio mazuri sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba rosari tunayoisali kama vile wa Katoliki, rozari hiyo tuzivae, lakini pia tuzisali. Baraka haziji kwa kuvaa rozari peke yake, bali baraka zinakuja kwa kusali na kuishi mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sala ya rosari ni tafakari ya mafumbo ya wokovu wetu. Sala ya rozali, ni muhtasari wa Injili. Sala ya rozali tunatafakari juu ya mateso ya Kristo, kufufuka kwake na ukombozi wetu. Vile vile, wapenda, tusali rozali hii tupate amani katika maisha yetu. Ukiona pengine amani inakosekana, matokeo ya ni matokeo ya kusali rozali mara kwa mara, pengine kusali rozali. Anatuambia mama yetu kwamba tusali rozali kila siku ili tupate amani, amani kwako binafsi. Sala yoyote ukiisali, nimewaambia kwamba inatuletea matunda hayo, na Kristo akasema kwamba tumwamini mwenyewe yeye, ambaye alituletea zawadi ya mama Bikira Maria. Tumkimbilie, tuweke matumaini yetu yote kwake, tumuombe atuombee, aziombee familia zetu, aziombee kazi ambazo tunazifanya, aombee watoto wetu, aombee yote ambayo tunayapitia katika maisha ya kila siku, changamoto mbalimbali, na mengine mengi, ili amani iwe ndani mwetu na tukiwa na amani Tumsifu Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo inafaa sisi wenyewe. Katika utulivu huo tupate wokovu na Mungu atubariki sisi wana wa dunia. Tukumbuke maneno aliyosema Bikira Maria alipowatokea

Sala ya Rozari tukumbushe kwamba tunayo safari ya kutafuta uoko kutafuta uokovu, na tunataka uokovu hapo tukisali na kujiombea, lakini sisi pia vile vile tukiweka maanani kwamba inabidi tuweke jitihada binafsi kutafuta nini uokovu, siku ikifika iwe ni nzuri sana, isiwe kwamba uokovu latushangaa. Niko, tumsifu Yesu Kristo, yeah.